Okay, hapa una Pantev, hapa una Roman Falls. Unaondoka na kocha gani hapa? Mimi naondoka na Pantev. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ni kocha mzoefu, ni kocha mkubwa umri unamruhusu. Au sio bwana? Unajua kuna vitu vingine kwenye vilabu vyetu. Kwenye vilabu vyetu makocha wadogo wadogo wanakuwa na aibu kwa sababu wanakutana na wachezaji wakubwa, ma professional players. Kwa hiyo unapokuwa mkocha mdogo ambao bado hujakutana na wachezaji wale wakubwa, hasa ukiwa kocha mkubwa kwanza, kwanza amekutana watu wengi, amekutana michoano mikubwa, amecheza yeye, ameshiriki sana katika michoano mikubwa mingi. Kwa hiyo anajua bana, anajua kusoma mpinzani, anajua namna gani anaanza kuandaa kosi chake kwenda kupambana na mpinzani. Sasa yule mtoto maskini wa Mungu hata kumsoma kumsoma mpinzani hajui, akipanga mfumo ndio huo mpaka mpira unaisha. Kwa hiyo ikitokea mechi ya adabu kati ya e, simba na yanga msimu huu, kwa maana ya mwezi wa 12 eh, kuna uwezekano mkubwa wa yanga kufungwa na simba yeah, lazima Simba, Simba sababu ya nini? Yani, naona kama kocha bado atafungwa na na Yanga, wachezaji wana uwezo binafsi. Kwa mfano kama angalia mechi ya Rwanda wachezaji kwa uwezo wa binafsi, mechi ya Dabi wachezaji uwezo wa binafsi bwana. Haya, mechi hiyo ya Mbeya City umeangalia kabisa, ili ili kupata ile sare kocha na na mfumo wote wa kuweza kuweza kubadilisha kubadilisha na namna yote kikosi hili kikosi, kikosi kifanye vizuri. Unaona bwana, sii kusitimia taifa Taifa Stars na vipi timu ya taifa taifa Stars na huyu kocha Ahmed Moroko na uh, kocha kocha, kocha wa timu wa taifa stars yule. Unajua, unajua, unajua tatizo mpira wetu, kama watu wanaongea siasa, mapenzi, urafiki. Hasa taifa Stars ni timu ya wananchi, timu ya wa Tanzania wote, au sio bwana? hmm. Walioko Tanzania na walioko nje ya Tanzania, unapomweka kocha ambaye uwezo wake ni mdogo, au sio bwana? kwa mapenzi, kwa mahaba, atukosea kwa Ahmed Moroko ni kocha mwenye uwezo mdogo, uwezo mdogo, uwezo wake mdogo mno kwa makocha wote wa Tanzania au ukimfananisha na makocha wanaotoka nje, nasemaje? Kocha Hemedi Moroko misiamini. hmm. kama kuna Mtanzania anamkubali kama kocha, hata akiwa mshabiki wake, rafiki labda make au labda mke wake, lakini hakuna kocha au mshabiki wote wa mpira anaweza kumkubali au akiongozi wa timu yake, upeo mdogo mno. Kwa nini Labda <sawebila> si ah, si lakini Medi Moroko ka, kaongoza ka, ka mpaka timu ya Simba yani Simba, Simba wamemchukua kwa mkopo Medi Moroko bado unasema ni kocha ha, ha, ha, pumulia, mechi moja sasa. mm. E, kwa wa makocha wazawa unafikiri nani ambaye ana uwezo uh, wa kushika timu ya taifa ukimwacha Moroko? kwa makocha wazawa mm, makocha wazawa wapo wengi, kuna Meksio ana uwezo mkubwa ukimwangalia, mm, kocha Minzilo ana uwezo mkubwa, hata Mkwasa uwezo, mm, wake, mnajua alikofikisha Ngorongoro nani, hawa hawa, timu ya vijana unaona. Kwa hiyo ni ni makocha tunao, lakini Moroko sioni sababu. Hebu niulize kitu kimoja, kocha ambaye hata hakuna klabu yote Tanzania hata daraja la pili namuamini kumpa timu wewe unakwenda kumchukua yeye tawe kocha wa timu kuu ku, wa timu ya taifa ambayo Watanzania zaidi ya milioni sabini tunaiangalia timu yetu. Halafu anampa mtu kama Moroko. Lakini katika makocha ambao wamefanya vizuri eh, tangu apewe timu ya taifa ni Ahmed Moroko. Hebu nitajie kocha wote ambayo wewe unamjua leo kufanya vizuri kumzidi Ahmed Moroko, nitajie kafanya vizuri katika katika, katika timu imecheza robo finali ya timu ya taifa. Kwa nini michoro gani? Michoro ya ile ya ya, ya ya ya, ya, ya chanel ni kichokesho je? Nakwambiaje? Wachezaji wao wachagua kwa sababu. Ah, nitajie kocha ambaye amefanya vizuri kumzidi Morocco ili tuweze kumtem kwamba Morocco ni kocha wa viwango vidogo. Kwani ni kocha peke yake ambaye amepewa timu kwenye michuano ya Chan robo finali ni kwa sababu kwanza serikali imeongeza hela kwenye swala michezo, vijana wanajituma kwa sababu wanajua kuna posho. Lakini kama Moroko, kama Moroko, uwezo wake mdogo, uwezo kunishawishi. Yani, kwa mimi si mchuki, ila uwezo wake ni mdogo, hawezi kunishawishi kwa chochote. Hata sasa hivi kama nashauri, hmm. yule basi ishe gesi ishe pale Matola <tipa> na Moroko, unaendana nani? Matola na Moroko eh, kwa timu ya taifa hakuna yote pale, wale wote wabaki nyumbani, wakate vitunguu, eh <tipa> <tipa> <tipa> wakate vitunguu, hamna kocha pale. Juma Mgunda na ya mwari tu mmoja, wale wote jamaa mna nini mmoja. Kocha wa wa nani wa JKT? Wa JKT kocha yule nani? Ahmed nani? Ahmed Ali. Ahmed Ali yule kocha. Malaria 50 wa Mbeya City. Yule sijamfuatilia sana ila, minzilo mimi nampa kipaumbele kwa sababu ni Yanga Yanga. Achana na Yanga ah, wa JKT na naona kabisa na uwezo mkubwa wa kufikiria kwa Maxime. Maxime au watu mimi kama wanaweza kusema ndio nataka kocha wa timu ya taifa mzawa TPA vipaumbele au wakishirikiana Minziro maksimu Ahmed ah, Ali wale watu wanaweza wakatengeneza timu ambayo itakuwa timu madhubuti kwa, kwa soka letu ya Tanzania hasa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Lakini huyu Ahmed Moroko, si uyu mgunda au sio bwana, siyu ndio huyu nani huyu mpiga kelele Jamhuri Kiweru ah, kwa kweli awa ni shawishi Ukita kujua hebu niangalie, niambie toka umeanza kumjua Jamhuri Kiweru, timu aliyopewa akashika, yani kama kocha mkuu wa timu hiyo ya ligi kuu akasimama mechi kumi mechi kumi kwenye timu moja asema kama kocha mkuu. Ukinitajia na kubariki jamani, anasema anatoa laki moja e, tukimtajia timu ambayo e, Jamhuri Aki Julio akiongoza kama kocha mkuu uh, kwa hiyo Julio e, e, ambaye yuko timu ya taifa, yuko na Ahmed Morocco, yuko na Juma Mgunda wote yeah. yeah. yeah. kwa kwa mtazamo wako ni ni, ni ni makocha wenye viwango vidogo sana sana. Kwanza ukitaka kujua nisikilize. Unajua, ukiona mpaka mtu anaaminiwa na taifa kwamba awe kocha wa timu ya taifa mkuu Maraika na vigezo. Wanaota wana vigezo she. Wana vigezo gani? Eh, wana vigezo gani? Kwao vigezo vyao ni vidogo. Hawana vigezo. Aya, Simba kwenda kucheza Meja Isamuhyo na Yanga kucheza KMC. Ah, Nani si. Nani amefaidika? Eh? Nani? Yaani Simba kwenda kucheza uwanja wa Meja Isamuhyo eh, eh, kule eh, Boko si Boko eh, na Yanga kucheza eh, KMC Complex. Eh. Nani amenufaika? Eh. Ah, wale wote kwanza, mimi nina shukuru kwa sababu hapa alikuwa anagombana sana kuhusu uwanja wa JK wa, wa KMC. Haya, sasa hivi kia mtu kwa na uwanja kidogo ambao ndio uwanja wake nyumbani. Yaani, vizuri. Wote wamepata viwanja. Sasa tushindane uwanjani. Ni tukuzane uwanjani. Nani yeye sana anapata faida kidogo, kwa maana ya yaani mashabiki ambao wanaweza kujaza uwanja kati ya hapa uh, KMC na kule Meja Isanguni. Wana mashabiki mara ngapi? Simba wanacheza mechi ya kimataifa, watu wanaangalia kwenye sinema, wanafurahi, itakuwa kwenye uwanjani. Lakini watu matokeo. Mimi hata nikiangalia kwenye TV matokeo mazuri nashangilia. Wewe mpaka uwanjani. Kwa hiyo hata hii mechi ya Simba ambayo inachezwa kesho kutwa, wewe unafikiri wataenda kuangalia wapi? Kwa Yanga wana sehemu yao pale Jangwani ambao wanaweza wakakaa pale wakaangalia mechi mm. Lakini Simba unafikiri wanaweza kaenda? Sisi wana Yanga tukiangalia nyumbani tu tunafurahi. Timu sasa inafanya vizuri shehe. Yaani tukiwa nyumbani tunafurahi. Sasa Simba inakwenda uwanjani, alafu unafungwa na nguvu ndio furaha. Timu inafanya vizuri, like, inna... vizuri chini ya Roman Falls. Eh, bwana samani kidogo. umesema swala uwanja kwamba JKT ndio uwanja wamechagua yani, wanjawnisamio hasa bwana, kwa maana ndio uwanja wamechagua Simba kutumia hasa kule jeshini, na watazalisha wana Simba wale wang'oa viti, kama watang'oa viti kule, kama watang'oa viti. Lakini Simba walishia kung'oa viti kwenye mechi ya ligi ya Tanzania, sio mara moja, mara nne. Walishia kung'oa viti kwenye mechi ya kimataifa bwana. Oho, labda hujazaliwa. Eh, ni kweli sijazaliwa, nikumbushe. Hao wenzetu ndio wang'oa viti. Kukimbia na kukimbia uwanjani, wacha kimbia mara kibao, kungua vitu, wacha ngua mara kibao. Wewe una kumbukumbu, kuna mwaka ambao Yanga walichukua mpira kaika kwa pani, eh yeah, unakumbuka? Eh yeah, baada ya chuma tatu kipindi cha pili, wakaona usiingie mpira kaika kwa pani, akisoma kangara, kachungulia kwenye mpia ya Kiswahili, akaona kuna goli saba Anatafuta sababu safari na ile atuchezi, tunacheza nani. Alikimbia mechi Simba, kakimbia akaita kipengele she, na ndio maana. Lakini mliwazuia wasiingie kufanya mazoezi? Hatukwazuia. <laughs> Sheria na kanuni zinajieleza she. Unapokuwa umezuiliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaocheza mechi, faini ipo, unalipa faini utalipa gharama atakazotumia kulipia kiwanja atakayokwenda kufanya mazoezi. Kwa nini mlisimama na kile kipengele kusema hapa tuwazuie? Kwa sababu tutalipa faini. Inawezekana wewe unakuja kufanya mazoezi kwenye uwanja wangu bila taarifa bwana usiku kitu ambacho hakijulikani, hakuna kabisa, hajui eh, meneja ya uwanja hajui, sisi wenyewe wenye mechi yetu hatujui, unamruhusuje kuingia? Lakini mbona kama unaonekana Yanga mlinufaika sana na maamuzi maake ya kwanza? Ah, yaani maamuzi ya vipi? Kwamba TFF waliwa, bado waliwapangia tarehe mnaotaka nyinyi, afu pili wakafanya kile, sababu mmekuja na maagizo mlikuwa na maagizo kama manne yasiyopungua, kwamba mnataka uongozi ubadilike. Na kweli Yanga wakanufaika kwenye uongozi, wakanufaika kwenye maamuzi ya mechi, e, mechi kubadilishwa tarehe. Kwa nini uongozi yani TFF ilionekana kama imewapa nafasi sana nyinyi kuliko Simba? Ni hivi, Yanga alikuwa na mashiko, ndio maana wale wote tunataka waondoke waliondoka, na tukapanga tarehe wenyewe ikakubaliwa, kwa sababu kama wasingefanya vile, wakawa wanapigwa bakola wale viongozi wote, na timu yenyewe. Walichokifanya wale bodi ya ligi ni kumnusuru Simba Sports Club Angebaki siku ile angekutana na chamoto she, huo ndio kweli huo ndio kweli, angekutana na chamoto, ila kwa bahati mbaya wakangao, wakamwambia bana, kimbieni mechi bwana, mtoboi wakatafuta kipengele, wakatambuzi wazee wafupi wafupi, kutisha tisha na kama nakumbuka wa wa wa Simba wanasema sasa uteja basi, yaani kwamba kwa sasa hivi tena, kutokana na kocha wao mpya na namna alivyofanya usajili usajili wakina Bajabel wakina Neo Maema eh, wanasema sasa uteja basi. Uh, ni, ni, iyo unasemaje kwa kauli kama hiyo, ukisikia anayesema uteja basi? Anayesema uteja basi, mimi naona kama kidogo atakuwa na matatizo ya afya ya akili kwa sababu, wacha sema uteja basi. Maana kibao kitu tunapokiona tunakanda, na bahati nzuri sasa hivi atupige goli tano, tunaangalia mgonjwa anaumwa, aso bana, una shida gani? Tunapiga vile kwa sababu vile vile. Siku zote mgonjwa anapoumwa, mpe dozi kulingana na anachoumwa. Unaumwa malaria, utapewa dawa ya malaria eh, una una UTI utapewa dawa ya UTI hivyo kwa Simba tuwampa dozi kulingana na alivyokuja, hasa yule pale, kama anasema ti uteja basi, kwa sababu kaja huyu kocha wa matatu tena, pande wampotea kabisa. Wewe umetoka kumteja huyu kocha ni mkali, sasa hivi unasema wapotea eh. Ah, kocha wa Simba yuko wapi? Umesema kwamba, nimekuuliza kuhusu Roman Falls na Pantev Uka, ukasema kwamba Pantev ni kocha kubwa kwa sababu amecheza michuano mingi ya kimataifa. Sasa hizi amekuwa mbaya tena. Unachanganya ni jioni huni. Mbona unajua pale nilikosea? Sikujua ni jioni mnanitajia kocha mpya msaidizi wa Yanga. Sasa unichanganya shehe. Ah, sasa nashindwa kukuelewa hapo. Yaani kocha gomo ndio unamaanisha kocha wa Simba? Eh, pante hivyo. Ah, kocha wa Simba shehe, hamna kocha. Eh? Kocha katoka kule, ni timu ni ni kocha mkuu wa Gaborone. Mm. Anakuja Tanzania ndio meneja. Baada kuna tatu eleni, tatu vishanga. Hakuna kocha namna ile. Yeye ni aibu kwa timu kubwa kama Simba Sports Club. Simba Sports Club ni watani zetu. Unapotaja timu kubwa Tanzania, unataja Yanga, lazima Simba Sports Club utaitaje. Simba Sports Club ni mtakocha yule, kwa pale anatangazwa kuwa kocha mkuu wa timu ya ya ya ya Simba Sports Club, alafu kesho yake wanasema, baada kuona alivyo mtindo mtindo alikuwa nayo, ni aibu. Unasema ni meneja, sasa ndio yuko na meneja akae kwenye benchi la ufundi. Unaona bwana, mm, ni aibu, na ndio maana umezua pale, lakini mpaka leo ukiuliza kocha mpya wa Simba Sports Club ni yule kocha matatu, mimi namtamata tu. Unaona bwana, sasa kama hiyo ndio kocha mtegemea Umeangalia mechi za kirafiki e, nimeona ile mechi, mfumo yeye anashambulia tu huko nyuma, anavaa shati suruali ya bai, anashambulia twende, kala chuma nne kwa moja. Juzi hapo na Al Hilal. Kwa hiyo hana pa kuishi, wapo juu kama kama ndege kala chuma nne, kwa hiyo e, kama, kama chuma e, hauioni Simba ikitoboa kimataifa kama nakufika robo finali. Sitaria ishirini hapo, kwa kocha yule. Biashara mm, mm, imeisha Anasema, kwa kocha yule biashara imeisha e, nabii meja hoja kijiweni ilikuwa kwa saidi hapa kijiwe e, cha Magomeni sokoni. Asante sana, endelea kufuatilia Gavu Media. Chao. Gavu Media. Pamoja hatua kwa hatua.